Karibuni wa ndugu wasikilizaji wa radio televizioni Ngyoku, tunasema na wakaaji wote wa jiji la Goma ya kwamba tulizeni roho, tayari wazalendo walishazingira mji wa Goma, na tunasema pasiwe mtu wa kukimbia upande wa Rwanda, kanieni tu nyumbani, maana jeshi la wokovu la ukombozi tayari Goma hapo ni firimbi inabaki tu, na mambo yote yapate kuwa sambamba. Tunazungumza kwamba pasiwe mtu wa kukimbia upande wa Rwanda, bali mtakuwa nyumbani na patakuwa security kubwa sana, ambayo itakuwa pamoja na raia. Na tunasema pasiwe mtu vile vile, unaposikia wazalendo tayari wamekufikia, pasiwe woga wala wasiwasi, kutakuwa na amani, ukombozi wa Goma pamoja na Bukavu, vita vitapigania ndani, vita vya magugu, na tayari wa vijana walishengia katika mji. Kwa hiyo tulieni kabisa, wa ndugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, kuwaeleza ya kwamba pasiwe wasiwasi yoyote. Munapoona wa vijana, jueni ya kwamba ni jeshi la ukombozi, maana mumenyanyaswa na munaona gisi munavyoteswa usiku na mchana. Radio television Ngyoku ni pamoja na raia wote wa Goma na tunasema karibisheni jeshi la uokovu. Radio televizioni Ngyoku, wazalendo ni tayari katika jiji la Goma hata Bukavu. Sherti heshima ya, ya Kongo irudi na bendera ya Kongo ipepee popote katika nchi ya Kongo. Kongo ni ya Wakongomani. Watoto wa Goma tulieni.